Naitwa Dkt. Baraka Nzobo, ni mkurugenzi msaidizi anayeshughulikia masuala ya, ya kinywa na meno wizara ya afya. Katika wizara ya afya tunasimamia tunga sera na miongozo mbalimbali mbali, ambayo inatakiwa kutekelezwa katika kutoa huduma za kinywa na meno kuanzia ngazi ya taifa mpaka ngazi ya afya ya msingi katika nchi yetu ya Tanzania. Changamoto au ukubwa wa tatizo la kinywa na meno ni, ni, ni kubwa sana, kwa sababu kwa takwimu ambazo tunazo mpaka sasa Uh, kwenye kwa ugonjwa la tatizo la kuoza kwa meno tuna asilimia 76.5 ya Watanzania watu wazima wana tatizo la kuoza kwa meno. Tuna asilimia 31.1 ya watoto wadogo Tanzania wana changamoto ya kuoza meno. Lakini tuna asilimia 68 ya watu wazima wana changamoto ya magonjwa ya fizi. Tuna asilimia 57 ya watoto wadogo wana changamoto ya ugonjwa wa fizi. Tuna asilimia 33 nukta moja ya Watanzania wana changamoto ya meno ya kahawia au kitaalamu tunasema dental fluorosis. Haya meno ya kahawia una, utayapata sana katika mikoa ya kanda ya kaskazini, kwa mfano Arusha, Kilimanjaro, Manyara, Mwanza, Tabora, Shinyanga na maeneo yote ambayo yako katika bonde la Ufa. Lakini pia tuna asilimia sitini na mbili ya Watanzania ambao wana changamoto ya mpangilio mbaya wa meno kwenye vinywa vyao kwa hiyo kwa kifupi unaona kabisa changamoto ya, ya matatizo ya kinywa na meno ni kubwa sana, lakini pia kwa takwimu tulizo nazo kabla ya mwaka elfu mbili na ishirini uh, na moja ni asilimia kumi tu ya Watanzania waliokuwa wanaenda kwenye vituo vyetu vya afya walikuwa wanazibwa meno yao, lakini kutokana na uwekezaji ambao serikali imeifanya kupitia Wizara ya Afya na utashi na utayari wa rais wetu sasa hivi tuna asilimia arobaini na mbili ya wa Tanzania wanaziba meno yao kuliko kung'oa. Na msimamo wa Wizara ya Afya tunasema kabisa kwamba dawa ya jino bovu sio kuling'oa bali ni kulitibu. Kwa hiyo tunatoa wito watu waje kwenye vituo vyetu kuanzia ngazi ya hospitali za rufaa ya hospitali Rufa, ya Australia, taifa za kanda, mikoa, wilaya na vituo vya afya ambako matibabu yapo. Tukija kwenye wataalamu bado kama nchi tunapambana na changamoto kubwa ya wa wakinywa na meno. Kwa mfano kwenye eneo la madaktari bingwa wa kinywa na meno, mahitaji ya nchi kwa haraka mpaka sasa tunahitaji madaktari bingwa mia tatu, lakini mpaka sasa tuna madaktari bingwa wasiozidi mia. Kwa hiyo bado uh, vyuo vyetu hasa hiki Chuo Kikuu cha Afya Muhimbili kina kazi kubwa ya kutusaidia kuzalisha madaktari bingwa wa kutosha ili waweze kutawanyika katika maeneo mbalimbali ya nchi hii kutoa matibabu ya kibingwa lakini tunahitaji madaktari wa kinywa na meno wenye ngazi ya degree moja. Mpaka sasa tunahitaji madaktari hao mia tisa sabini lakini mpaka sasa tuna madaktari hao mia tatu hamsini Kwa hiyo unaona bado tuna idadi kubwa ambayo inatuhitaji kuweza kukamilisha idadi hii ya wao wataalamu kwenda katika vituo mbalimbali. Lakini pia kama nchi tunahitaji matabibu meno elfu mbili mia sita lakini mpaka sasa hivi tuna matabibu meno mia saba ambao tayari wanafanya kazi katika vituo vyetu. Kwa hiyo unaona, bado ukiangalia katika swala la, la, la, la, la, la, la, la wataalamu, bado changamoto iko kubwa, lakini serikali kwa kushirikiana na vyuo inaendelea kupambana kuongeza, lakini pia katika eneo la kinywa na meno. Ili daktari daktari bingwa pamoja na tabibu wa kinywa na meno waweze kufanya kazi vizuri, anahitaji kuwa na muuguzi aliyebobea kwenye eneo la kinywa na meno, tunamuita dental nurse. Mpaka hapa napoongea, nchi ya Tanzania hatuna dental nurse hata huyu mmoja. Kwa hiyo tunavihitaji vyuo vitumie fursa hii kuanzisha hii programu ya dental nurse ili waweze kufanya kazi kwa kushirikiana na hawa wataalamu waweze kufanya kazi vizuri kwenye eneo la uwekezaji. Katika eneo la uwekezaji, kwa kipindi cha miaka mitatu, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeweza kuwekeza kiasi cha shilingi bilioni 17, bilioni 17 kununua mitambo mbalimbali ya kutoa huduma za kinywa na meno na kuisambaza katika hospitali zote za umma zinazotoa matibabu ya kinywa na meno. Serikali imeweza kununua viti vya kisasa vya kinywa na meno vipatavyo mia sita tisini kwa kipindi cha miaka mitatu. Lakini pia serikali imeweza kununua na kusambaza x-ray maalum za meno mia tano sitini na kuzisambaza nchi nzima. Lakini pia serikali sasa hivi inanunua, kuna mashine yenye inasema city skani ya meno inaitwa CBCT. Mpaka sasa imefanikisha kununua mashine hizi kumi na tano unaweza ukafikiri ni chati, maana mashine moja hiyo ya CBCT inayozungumza moja inauzwa shilingi milioni mia mbili sabini na sita lakini mpaka sasa hivi serikali imeweza kununua mashine kumi na tano, na imeweza kuzisambaza kwenye hospitali za taifa kanda na hospitali za rufaa za mikoa. Bado mchakato unaendelea kwa hospitali zilizobaki zote nchi nzima, zile kubwa ya hospitali ya mkoa kanda zitapata mashine hizi. Lakini pia ukienda kwenye hospitali za wilaya, kuna mashine inaitwa OPG, ambayo moja inauzwa shilingi milioni sabn. Lakini mpaka sasa hivi serikali imeweza kununua na kusambaza mashine zipatazo 46 kwenye hizi hospitali zetu za wilaya. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba nia ya serikali katika kuwekeza katika eneo la kinywa na meno ni nzuri, na wananchi wanalipokea, wanapata huduma. Ukija kwenye dawa za kutibu magonjwa ya kinywa na meno hatuna changamoto, dawa zote serikali inanunua.